Kafulila atolea wa ufafanuzi wa kitaalam tunu ndiyo, kuhusiana na uhimilivu wa deni la taifa mm, kwa sababu uh, hivi karibuni kupitia ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mm, CAG alitoa taarifa kuhusiana na uh, deni la taifa ambalo ni shilingi trilioni 97 mm, eh, mpaka sasa E, uh, shilingi trilioni 97. Sasa kumekuwa na maneno mengi kwenye mitandao ya kijamii. Kuna watu ambao wanasema hivyo wanasema vile lakini ufafanuzi wa kitaalamu unasemaje? Sasa mkurugenzi wa kituo cha ubia He, kati ya serikali na sekta binafsi hmm. PPPC. Ehe, hmm. Public, uh, Private Partnership Center. Mheshimiwa David Kafulila. Ehe, ndugu David Kafulila ametoa ufanuzi sasa. so, ufanuzi wa kitaalamu unasema hivi kwa mujibu wa takwimu za hadi Oktoba mwaka 2024. Shirika la fedha duniani IMF limeonyesha kwamba deni la dunia limefikia, deni la dunia sio la Tanzania, la dunia. Deni la dunia limefikia zaidi ya dola za Kimarekani trilioni 315 wakati uchumi wa dunia ukiwa ni trilioni mia moja na kumi. Unasikia hizo namba mm -hmm. Deni la dunia ni trilioni 315 la dunia nzima. Uchumi wa dunia ni trilioni mia na kumi. Kwa hiyo no. deni ni yeah. mara tatu ya uchumi, ya uchumi wa dunia hmm. Unaona eh mm -hmm. Sasa Kafulila anasema, mkurugenzi anasema hivi kwa Afrika deni la serikali kwa uchumi ni takriban asilimia 57. mm-hmm. hiyo ni kwa bara la Afrika. mm-hmm. Yani unafaham tunafahamu kuna uchumi kwa maana ya pato ghafi la taifa, mambo ya GDP. mm-hmm. Uh, kwa Tanzania ni asilimia 47 kwa uchumi wa Tanzania. mm-hmm. deni la taifa ni asilimia 47. Sasa deni linaloongezeka linaongezeka, ndio lakini ukifanya malinganisho kuna tofauti kubwa kati ya ukuaji wa deni letu la uchumi ukilinganisha na majirani zetu. mm. Mfano mzuri kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la fedha duniani, Kafulila anasema mm. Rwanda deni limefikia asilimia 71 ya uchumi kwa Rwanda, kwa Rwanda asilimia 71 ya uchumi wa Rwanda ndiyo uwiano wa deni la taifa ya Rwanda mm. Kenya ni asilimia 70, Uganda ni asilimia 54, Malawi ni asilimia 84 ya deni la taifa versus, mm. dhidi ya uchumi mm. wa taifa mm. Msumbiji asilimia 76, Namibia asilimia 67, lakini Tanzania ni asilimia 47 ah, ah. Kwa hiyo sisi mm. ukilinganisha uhimilivu, ndo maana huo neno linatumika sana I na waziri wetu wa fedha we. kwamba deni la taifa kwa Tanzania ni himilivu, kwa sababu kwa wenzetu madeni yao ya taifa yani yana ya, ya asilimia kubwa, kubwa ya ukilinganisha we. na uchumi wao mm matumizi ya lugha labda ya Kiswahili, mtu akisikia himilivu mm -hmm. afa nisikia tuna deni deni yenyewe, ukisikia hiyo namba unaona eh, mm -hmm. tunaishije? kwa sababu tafsiri ya himilivu maanake ni kuhimilika kuhimili. ni kitu ambacho kinawe, una, unaweza kukihimili mm -hmm. Sasa sisi tuko asilimia 47, lakini jirani zetu ukiangalia wengi wako zaidi ya asilimia 70. Umetuacha mbali sana. Angalau Uganda ambaye ana asilimia 54 ndiye ambaye tuko naye angalau kwa karibu. mm -hmm. Eh, kwa hiyo kwa mujibu wa mkurugenzi Kafulila anasema uh, deni la taifa la Tanzania bado ni himilivu mm -hmm. na